Ukweli ni kwamba kwa sasa Tanzania dabi yenye ushindani ni Yanga na Azam. Uh, dabi kubwa utasema ni Yanga na Simba kwa sababu ya wingi wa mashabiki, lakini kiuhalisia kwa sasa dabi ya Simba na Yanga haina tena ushindani unaostahili. Imagine Simba amepoteza dabi tano mfululizo. Haikutokea kwenye dominance ya Simba ya miaka minne akamfunga Yanga dabi tano mfululizo. Yanga ambayo ilikuwa ni ya bakuli, Yanga ambayo ina kina Zawadi Mauya, akina akina Kipenseli, ni Yanga ambayo ilikuwa inaweza kupambana na Simba na kupata matokeo kama nakumbuka ile moja bila ya Zawadi Mauya, sijui ile mbili, mbili ya kipenseli ni Simba ambayo ilikuwa ina Mixon, chama sijui Boko Kagere, haikuweza ku, ku, kumdominate Yanga kwenye dabi. Lakini this time Simba amekwenda dabi tano mfululizo akiwa anafungwa na Yanga toto. Dominance sio kwa bahati mbaya, Yanga wanashinda kwa kumdominate Simba. Ukitazama mechi za Azam na Yanga kwa sasa zina ushindani. Kwa mfano msimu uliopita Azam kamfunga Yanga mechi moja, Yanga kashinda mechi nyingine. Msimu huu Azam kamfunga Yanga na Yanga kashinda mechi moja. Kuna huo ushindani ambao unauona, lakini kwa sasa Simba na Yanga hakuna tena huo ushindani. Yanga ni kama anaenda pale anaokota alama zake, na mbaya zaidi Yanga amekuwa ni tishio kwa sasa mbele ya Simba. Hii dabi, viongozi wa Simba lazima wajue kuiokoa. Usajili mkubwa unahitajika na mipango, la sivyo tunakwenda, tutaendelea kuiona dabi ya Azam na na Yanga. Tumii dabi ya Simba na Yanga ni kwa sababu ya wingi wa mashabiki, ila kiushindani Azam na Yanga ndo dabi kwa sasa.